Entambe ya chakire ekero bari ntambe ya chakire ekero bari gure skuru nende omutinyo mutangani ose wiki yo omutinyo mutangani omwaka chiribu 2025. Mogendi Abuya Tamaro

to Jina langu ni Father Paul Jiroge, jeroge Cameroon Missionary Fathers. Ninafanya kazi Tabaka Mission Hospital. Twajua kwamba nyakati zote tunapokuwa na nafasi ya kuwa karibu na wazazi wetu ni nyakati njema ya kuchota baraka kwa wazazi wetu. Kwa hivyo nahimiza kwanza kabisa, kwa wanafunzi watakapokuwa na nyakati ya likizo, tukae karibu na wazazi wetu. Tumeelimishwa katika shuleni, lakini tunahitaji zaidi kuwa na baraka. Twajua hata hata kama zaidi, katika Biblia twaelekezwa kwamba tunapowatii wa wazazi tunazidi kupata baraka tele. Na basi ni vyema kuchota baraka, na basi tunaomba wazazi to have kitu inaitangwa the presence, the spirit of presence Our presence as a parent tasaidia zaidi sana katika malezi bora ya watoto wakati wa likizo kamuranche ekemira ase abana baiseke nkeyo onyeechae gkararora konyugu morosi echae enyinge yaabana bamura motorangeritorimandasiori chingende chiria chiakarirukare nmochere no lakini engao yomwana omoiseke e kerwanero kiomwana omoiseke